fala yasihu bihi salau, haisihi mtu huyo kuswali akiwa na hali hiyo iliyomtokea ambayo imeacha mpaka udhu wake ubatilike. bal yalzamu i'adatuhu, bali itamlazimu airejee swala, ikiwa imemtokea mtu akawa udhu wake umetenguka, alikuwa na udhu aslan yakamfika haya mambo ambayo tutayataja, udhu wake unakuwa umeharibika, haitosihi kuswali, itamlazimu arejee huko kutawadha, arejee pia na ile swala. Wahiya nayo ni jambo la kwanza, kullu ma yakhruju min as-sabilaini, kila chenye kutoka katika moja, kullu ya njia mbili, ma yakhruju min as-sabilaini kila chenye kutoka kati ya moja ya njia mbili, alqubuli wa duburi, utupu wa nyuma, utupu wa mbele au wa nyuma, katoka chochote, sawaun, sawasawa, baulun, haja ndogo, au burazun, au haja kubwa, au rihun, au upepo, ama ghairu dhalika, au kitu kingine kisichokuwa hivyo. Kullu ma yakhruju min as-sabilayn, kila chenye kutoka kati ya moja njia ya mbili, katoka kitu, al-qubuli wa dubri, njia ya mbele au ya nyuma, sawaun sawasawa, kilichotoka ni baulun haja ndogo, au burazi au burazun au haja kubwa, au rihun au pepo amghiru dhlika au kinginecho kisichokuwa hicho . Kitu cha pili chenye kuharibu na kutengua, annaumu lshadidu, usingizi mzito, usingizi mkali, sio kila usingizi. Anaumu ashadidu, usingizi mzito, usingizi mkali, alladhi yjaal linsan yffidu wayah walau lahadati, usingizi ambao humfanya mtu akose kujichunga hata muda kidogo. illa idha kana qa'idan, isipokuwa akiwa kakalia kakaa chini bishaklin mutamakinin min alardi fala yanqudul wudu'a, kwa aina ya kukaa katika ardhi kiasi cha kwamba ameambatana sawa, makalio yale yame gusana na ardhi au yako chini kabisa, huu ukaaji huu, mtu akiwa kalala, basi udhu wake hautengui, udhu wake hautenguki. Yani kwamba mtu kalala, lakini hali ya kukaa kwake hajajiachia, bali amekaa ameambatana na ardhi, qaidan bishaklin mutamakini min alardhi

Twakizirai basi huyu udho wake utakuwa umetenguka. Namba nne masu dhakari bi batini al yadi, kugusa utupu. Kugusa dhakari wazi wazi, moja kwa moja kwa mkono. Kuigusa dhakari moja kwa moja kwa mkono unatengua na kuharibu udhu.

amma yajibu lahu lugo kisema, njooni sasa tuone mambo gani ni wajibu, mtu atawadhe kabla hajafanya na hajaingia. Katika mambo hayo ni yapi mtu ayafanye? E, ni yapi ya wajibu kutawadha kwayo? Yaani kwamba hawezi kufanya mambo hayo mpaka atawadhe. Yajibu alal muslim an yatawadha li thalathati ashyai, ni wajibu mwislamu akitaka kufanya mambo haya matatu atawadhe. Ni wajibu kwa mwislamu atawadhe kwa mambo matatu haya ambayo unayataja. Jambo la kwanza as-swalaat, mtu akitaka kuswali. Mwislamu akitaka kuswali lazima autafute udhu, lazima awe tahara akitaka kuswali.

kugusa msahafu bila ya kizuizi chochote, takiwa mtu awe na udhu wa hadha inda akthari ulama. Na hili ni kwa wanachuoni walio wengi zaidi, wameeleza hivyo. Wanachuoni walio wengi wameeleza hivyo, ameweka hivyo kwa sababu baadhi wameona si lazima. Sawa sawa, nasema wamaladhi yustahabbu lahu alwudhu. Nani, kitu gani inapendeza mtu akikifanya?

sipokuwa mimi nimechukizwa tu kumdhukuru Allah kwabai, simdhukuru Allah isipokuwa nikiwa tayari nishakamilika tahara, kwa sababu katika salamu kuna kumtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Mtume alipewa salamu akawa hajiitikia, kutokuitikia kwake akamwambia yule sahaba, kwa sababu alimuitikia baada ya kumaliza sahaba akasalimia assalamu alaykum Ye Mtume sallallahu alaihi wa sallam akanyamaza mpaka kamaliza kutawadha na akamtikia, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akamwambia hakija nzuia mimi kitu, sikuwa nimekarahishwa tu, kwamba nisitaji jina la Allah wakati mimi wudhu nilikuwa bado sijakamilika kwa kwa kwa tahara. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kumbe inapendeza ukitaja adhkari au jina la Allah Tabaraka wa Taala

fatawadda wudhuaka salati, tawadda kama bila unaenda kuswali. Thumma attaje la shiqika alayman, kisha lalia upande wako wa kulia. Thumma qul kul, kisha sema Allahumma aslamtu nafsi ilayka, ya Allah, nikajisalimisha nafsi yangu kwako wewe, nimejisalimisha kwako Allah, ni sina ujanja mwingine, sina popote ninapotegemea isipokuwa kwako wewe wawajahtu wajhi ileika, nausowafu unaoelekeza kwako ya Allah. Wa aljatu dhahri ileika, naegemeza kwangu kwako wewe Allah tabaraka wa taala bavu wangu mimi nalala, lakini kwako wewe Allah tabaraka wa taala ndio nakuegemezea. Wafawaddu amri ileika, na mambo yangu yote nayegemeza kwako wewe. Rahbatan wa rahbatan ileika, kwa mapenzi, kwa mapenzi na kupendelea Allah tabaraka wa ta wataala kwako wewe, ikiwa na hofu kwako wewe. La malja wala manja minka illa ilay, hakuna wa kuegemezewa wa wa wala une kuweza kuokoa kwako wewe isipokuwa wewe ndio unaweza kufanya hivyo. Amantu bikitabika, nimeamini kitabu chako. Alladhi anzalta, ambacho umekiteremsha. Wa birasulika alladhi arsalta, na mtume wake mtume wako ulimtuma mata mata ala lfitra, huyo akifa amekufa katika Uislamu, amekufa kama amezaliwa. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Namba tatu, katika mambo yaliyokupendeza utawadha, yaani kwamba utawadha alwudhu kabla lintisari, utawadha kabla ya kuoga, kabla ujaoga basi ukatawadha moja katika sehemu ambayo inampendeza kabla hujaoga watawadha, kama ilivyokuja katika namna ya kuoga kwamba unaanza kutawadha, ukifika hapa katika kupangusa kichwa, unajimwagia maji moja kwa moja kwa ajili ya kuoga, na hapo utanawa miguu. Hii unawia vizuri kabisa, miguu ndio unamaliza nayo mwisho kabisa. Namba nne katika mambo yenye kupendeza kuyafanya, yaani kutia udhu mambo hayo kwamba inapendeza mtu awe na udhu. Aludhu, aludhu baada akli lmatluhi, kutawadha baada ya kula kilichochomwa, kitu ambacho kimechomwa kwa moto, kutawadha baada ya kula kitu kilichopikwa. Namba tano, tajdidu ludhui likuli salati, namba tano kutia udhu upya, kutia udhu upya katika kila swala. Yani hata kama wewe una udhu, umetoka dhuhuri una udhu, inapendeza ukija asiri, hata kama una udhu unafanya tajdid, unatia una udhu upya. Sawa kasabu. Kuna wale ambao mtu wanasema ana udhu wa siku tatu, kwa sababu huyo hali aendi uwani, eh? Au nashangaa mtu anakwambia yeye kakaa na udhu wa siku mbili, tabaan inaweza ikatokea, lakini ni mara chache sana. Nzuri, kwamba mtu anatakiwa ufanye tajdid. Umetoka hapa una udhu vizuri, lakini ukienda kuoga kwa ajili ya kutoka tu nuzha zako, basi ukatawadha, ukawa wewe daima unakaa tahara. Hii ni moja katika adab za kuzingatiwa sana. Namba sita: alwudhu kullama hadatha naqidun tawadha kila tu pale ukitokewa na chenye kutengua udhu, yani wewe ukitokewa tu na chenye kutengua, huyo hata kama sio muda wa kuswali wala nini, unatawadha yaani, kwa maana kama vile anasema kubaki na saba udhu muda wote. Namba saba alhudhu min hamli lmayiti, kutawadha kwa kumbeba maiti, yaani ukimbeba maiti Una si unatawada si kwamba anatengua, la ila tunapendeza kwamba ukatawada. Ni hadithi manghasala maitan, manghasala maitan, mwenye kuosha maiti, faliyaktasi aoge, waman hamalahu falyatawadda, na yule mwenye kubeba maiti, basi atawada. Rawahu wa abu daud wa nasai wa tirmidhi wa ibn maja. Sawa sawa